Hatuna ubaya na mheshimiwa Kalonzo. Itakuwaje wanasema ukambani iko na wenyewe, serikali haiwezi ingia? Kuna ukambani ya mama ya mtu? Kuna kaunti ya mama ya mtu? Sisi tuko hapa, ripoti tulizopata ni kana kwamba walisema leo hatutaingia hapa. Tuko hatuko, tunaendelea, tuendelee. Tusonge, si tuko sawa? kama you cannot take your cow to a castrated bull, kama kuna bull ambayo si castrated. Nataka kusema nini? wa kamba huyo, mtu anaitwa Rigathi ya Shangwa, he was politically castrated to a people pale National Assembly, mkiota hakuna mbegu ya siasa mtapata hapo. Wakati alikuwa kwa serikali hakuongea maneno yenu lakini sasa anajifanya anawaelewa zaidi.